Adam Salum ni mkuu wa idara ya kilimo mifugo na uvuvi almashauri yetu ya Rungwe, kupitia e, changamoto kubwa ya anguko la bei ya parachichi e, na kama tunavyojua ni kwamba hiyo ilikuwa liko nje ya uwezo wetu e, kwa sababu e, ni vita vya wakubwa kule, kwa hiyo vimesababisha vimetuletea yume madhara au kushindwa kufanya kufanya biashara ko oh. hiyo tu ni Kwa nafikiri kwamba wakulima wetu wanatakiwa waelewe kwanza kwenye hilo, lakini nje ya hapo ni kwamba serikali imechukua hatua e, baada ya ile ile ile ile changamoto kutokea, kilitishwa kikao na mheshimiwa waziri wa kilimo Dodoma, kaita wadau wote, lakini e, katika kile kikao wadau walichakata mambo mbalimbali lakini pia baadaye na yeye akatoa maelekezo. Maelekezo yako mengi sana ambayo yalitolewa kuhusiana na hili zao, lakini yote ilikuwa ni bali kwa mustakabali wa kuhakikisha kwamba kesho yetu inakuwa nzuri zaidi ya wakulima wetu. E, nikianza tu kwa mfano, e, baada ya yale kile kikao e, tulitoka na maazimio. Nitayataja machache ambayo yanatugusa moja kwa moja. Azimio la, la, la, la kwanza ilikuwa ni kwamba mfumo unaofuata sasa, kwa wangu unaofuata, tutatumia mfumo wa vyama vya msingi au vikundi, mfumo ambao umeonekana kufanya vizuri sana ukilinganisha na mfumo soko, nani, soko humpale, wa kuruhusu soko soko holela ambao pale kufanya biashara, wakati waliingilia na kujipangia bei kwa, kwa hiyo, kwa kikao kuliona hilo, kwa hiyo wakatoa maelekezo kwamba E, msimu mjao tutatumia vyama vya msingi lakini na, na vikundi ambayo viko vimeundwa au vile ambavyo vitaundwa. Cha pili ambacho kilielekezwa ambacho kinahusiana moja kwa moja ni kusajili wakulima, kumeelekezwa kusajili wakulima watu wa parachichi, na ili tujue kila mmoja anazalisha kiasi gani, alafu ku, tuone sasa ni namna gani tunaweza ku- improve kutoa elimu ambayo itasaidia sasa ambayo e, kwa sababu kuna changamoto ya magonjwa ambayo inazungumzwa. Kwa hiyo tutashirikiana sekta na ni taasisi zote ambazo zina, zina, zina ziko chini ya Wizara ya Kilimo, kiwepo kopra wenyewe ao akuzao mchanganyiko, lakini TPHPA ni taasisi ya viwatilifu na na madawa e, TFRI mbolea na watu wengine wote wanaohusika na wadau wengine ambao wako ndani ya wilaya hii kwayo e, kwa hili sisi tumepanga kuanza mwezi wa saba sasa hivi, watu wakulima wengi wanasajiliwa kupitia e, kwenye zao la la la kakao, kokoa kwa, kwa. Kwa hiyo tukimaliza ule usajili tunahamia sasa kwenye nini, kwenye parachichi. Tutakuwa na database ambayo itakuwa inatupa mwongozo au mwelekeo wa pamoja ambao tunajua kabisa kwamba ni namna gani tuweze kuwahudumia wakulima wetu. Lakini mbali na hapo e, katika e, kuboresha zao letu hili tutatoa mafunzo. Tukishapata e, wakulima wako wapi na namba yao ni ngapi, tutakuwa na mafunzo mbalimbali mbali, ambayo yataendeshwa kwa ajili ya kuongeza uzalishaji pamoja na kuboresha uzalishaji kwa ujumla. Sasa kuna mambo ambayo yatafanyika ya pia katika kuhakikisha kwamba mazao yetu sasa yanakusanywa na kuondoa hii changamoto ya bei e, kwa kuwa tumesema tutapita kwenye vyama vya msingi na vikundi e, serikali imejipanga kujenga vituo vya kukusanyia mazao haya e, hasa ya parachichi of course na ndizi ah. Maeneo ambayo yatajengwa ni tuta, kwa kuanzia tu tutajenga kwenye hizi kwenye AMCOS ambazo tayari zipo mm -hmm. Tunajishughulisha na Ununuzi wa zao la parachichi tutajenga mle senta zile, zitakuwa ni vijengo vidogo tu size ya kati ambao vitakuwa ni vinatunza mazao yale kwa muda, ili wakati tunasubiri wanunuzi. kwa hiyo hakutakuwa na ruhusa ya mnunuzi kwenda moja kwa moja kwa kwa lima. Hilo tunaamini kwamba tukiwa na nguvu ya pamoja ya kusema, kwa maana ya kama AMCOS au kama kikundi, tunaamini kwamba tunaweza kupata bei ambayo ni nzuri, pia tutaruhusu sasa eh, E, kama vikundi kuingia mikataba na makampuni makubwa ambayo yatakuwa ya yanaweza kutoa pesa nyingi kwa maana ya bei kubwa eh, ambayo itakidhi mahitaji yao ili sasa mwisho wa siku tuondoe hii changamoto hii, na kwa kuwa wakulima watakuwa wameshiriki moja kwa moja, naamini sasa hata na ule uelewa wa namna soko linaofanya kazi utakuwa ni wa kiwango cha juu na kila mmoja atarizika na jinsi namna ambavyo soko linakwenda. hilo oh, Ndiko hivyo ili zao, la la hua, mbao. Ndiyo, kwa hiyo kwenye hili zao la parachichi sasa tunadhani tutaenda na mfumo huo ambao tunaamini utakusaidia. Pongezi kubwa kwa mfumo huo, lakini nje na changamoto za kidunia kumekuwa na utofauti wa watu kununua. a wanunuzi wengi anekuta naenda Njombe na kimbia Rungwe, labda ni changamoto gani ambazo zina uh, ikumba Rungwe? Nje na hizi changamoto ambazo kwa hawa Yani niseme tu kiukweli ni kwamba Njombe wenzetu wa wametuzidi, kwa sababu Njombe walichofanya, wafanyabiashara wengi wameweka viwanda vyao kule. Kwa hiyo huku e, sisi tuna viwanda vichache pale, kuuza na lima kwanza na watu wengine wengine, lakini kitendo cha kutokuwa na viwanda vikubwa ambao viko hapa Rungwe, manake mazao yetu yana yakichukuliwa e, hapa senta ya kwanza ni wapi? Njombe. Kwa hiyo wafanyabiashara wengi wako Njombe sasa kwa kwa namna ile ilikuwa ni ngumu sana kudhibiti, kwa sababu nao lazima watumie watu ili wawapelekee nini mazao. Kwa hiyo ndiyo maana tukasema hata hayo makampuni sasa yatakuwa hayaji tena, moja kwa moja hayaji, kupitia madalali. Watakuja watakuja wataleta watu wao, watakuwa si, hatuwahitaji madalali sasa. Kama wanatumwa na kampuni, manake itakuwa ni watu wao, si tunamtambua kama kampuni pale, ndiyo tutafanya nao biashara. Kwa hiyo ile tunaamini kwamba itapunguza maneno ya katikati, na kama ni bei zikishakuwa zimepangwa basi zitakuwa zina uwezo wa kusimamiwa vizuri. Ndio. Na kwa sasa hivi bei ya parachichi kwa kilo ni bei gani? kwa sababu sasa hivi tuko nje ya msimu. Najua kuna watu wana wana wanazo bado parachichi kwenye mashamba ya yao, lakini ya sio bei ya soko, hatuwezi kuzungumza ila ninachojua mimi kuna watu ambao wali walisubiri wali mpaka bei za mwisho kabisa. Kuna watu wamepata elfu tatu na mia tano e, ziko bei za mpaka elfu tatu na mia tano lakini sasa hatuwezi kuzungumza sana, kwa sababu sio msimu. Inawezekana mtu amechukua anaenda ku- e, anaenda kuuza kwenye supermarket na nini, sasa ile sio bei ya soko ile ambayo wakati ule tuna matunda mengi, unaona, kwa hatuwezi kuikaunti kama ni bei halisi. Sawa. Asante sana. Lakini pia e, tukitoka kwenye zao la parachichi kuna zao la kahawa ambao tunakumbuka siku za hivi karibuni na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM e, Stephen Wasira alikuja alikuwa anafanya ziara yake hapa Rungwe alitoa agizo la kulipo kwa wakulima wa, wa ambao walikuwa na dai fedha zao kwa muda mrefu kwa makampuni tofauti tofauti. Tutamani kupata mrejesho juu ya hilo pia limefikia wapi? Ah, kwanza ni nishukuru sana ujio wa makamu mwenyekiti wa CCM. Comrade eh, Wasira eh, alitusaidia sana kwa sababu huyu mtu ambaye anaitwa GTM namtaja tu moja moja kwa sababu ilikuwa ni wazi na kila mtu alikuwa anajua, sio vizuri kuwataja watu hmm, lakini namtaja GTM ali, of course alikaribia kudhulumu mali za wakulima, zilikuwa zinadaiwa kama milioni mia sita na point, lakini baada ya eh, ujio wa mheshimiwa Wasira, baada ya wiki moja tu kwa wakulima na ni kampuni moja tu ndio ilikuwa ina changamoto hiyo. Kwa hiyo wakulima sasa wamelipwa. Sasa hivi tunavyoongea, tuko kwenye mchakato wa kuitisha vikao vya bodi za kahawa kwa ajili ya kujadili mstakabali wa msimu unaofuata. Kwa hiyo tutapeana maelekezo batimili. Bodi ya kahawa imeshatoa no, mwelekeo ma, wa, wa msimu. Sisi hapa eh, mkoa wa Mbeya tarehe yetu ya kufungua msimu ni tarehe kumi na tano mwezi wa sita. Kwa hiyo bado tuna muda kidogo, lakini maeneo mengine ukienda kama Kagera wameshafungua tayari tarehe moja mwezi wa tano. Kwa hiyo sasa tunaenda kujipanga, lengo ni kujadili zile changamoto lakini kupunguza, kuweka mikakati sasa ya ya namna ambayo tuta tutafanya kazi kwa kipindi kinachofuata naamini. Na hizi changamoto zingine za watu kutaka kuzurumu au weka mazingira ya kuzulumu nazitakuweko tena kwa e, usimamizi ambao uko chini ya mkuu wa wilaya Mheshimiwa Ani, kwa kweli anamsaidia sana na anatoa miongozo ambayo kwa kweli inasaidia kutatua changamoto za wakulima, naamini tutakwenda vizuri na mniko shukuru sana kwa kumalizia, tunatamani kujua pia hali ya chakula kwa upande wa Rungwe ipoje? Kwa sababu Rungwe ni moja ya wilaya ambazo zinategemewa sana kwenye kulisha taifa, lakini pia takulisha mkoa, ni moja eneo lenye rutuba sana. Tunatamani kujua hali ya chakula kwa ujumla ipoje? Ah, kwa ujumla, eh, sina takwimu hapa, lakini kwa ujumla, kwa namna ambavyo uzalishaji wetu ulivyo wa ndizi ambao ndio chakula kikuu cha wakulima wetu. Mahindi of course mahindi yanatoka na ya sana baada ya kuvuna, yani maeneo mengine unakuta bado hawajavuna, kwa hiyo tunakuwa na hiyo tatizo la mazao yetu kwenda kule, lakini kwa ujumla hali ya chakula iko vizuri e, hatuna changamoto yoyote ya kupata njaa kwa wakulima wetu. Nikuhakikishie tu kwamba wilaya ya Rungwe iko salama kwa sasa hivi, upande wa chakula hatuna tishio lolote la njaa la na, sasa hivi tunapoongea e, tayari wakulima wameshaweka mbegu za viazi chini na zimeshaota, wanaendelea na uzalishaji. Kwa hiyo muda sio mrefu tena, baada ya miezi miwili mitatu, kuanzia mwezi wa saba nane, tutakuwa tumeanza kuvuna viazi, na yenyewe inaongeza sasa kwenye upatikanaji wa chakula. So, sasa tunauza lakini tunakula. So, utakuwa na ustawi sasa wa jamii tunayoongoza. Lakini mbali ee, na hapo, kuna jambo ambalo nimeisahau kuhusiana ee, na parachichi e, serikali ee, inajenga, inajenga kituo kikubwa cha, cha parachichi packhouse eneo ee, la Nkunga. Itakuwa ina uwezo wa kuchukua tani zaidi ya 300 kwa wakati mmoja, kwa hiyo nje na hivi vituo vya kukusanyia mazao bado paki ya usi ambao sasa pale mazao yanaweza kutunzwa kwa muda mrefu ipo, inajengwa na imeshaanza. Tunategemea baada ya e, mkataba of course ni mpaka mwezi wa sita, lakini nadhani hata kama wakichelewa mwezi wa nane tutakuwa na, na paki ya usi yetu ya ya ya mkunga pale. Kwa hiyo tutakuwa tumeongeza sasa katika zile paki ya usi zilizopo. Kwa hiyo mazao yetu yataweza kutunzwa na yanaweza kukaa kwa muda mrefu, kama bei ikiwa ni nani iko chini tunao uwezo wa kuchukua mazao yetu yote pale ya wakulima kahifadhi kasubiri nini? Eh, kwa hiyo hiyo ni jitihada za za serikali wizara ya kilimo ikiongozwa na mheshimiwa Bashe kwa kweli wanasaidia sana na Rungwe, sevi, silicone, sasa hivi imekuwa ni jicho la serikali. Sasa mambo mengi yanakuja hapa kwa sababu ya changamoto zilizotokea, lakini pia na potential, yaani napozungumza nazungumza eh, ule yani hali ya uzalishaji ya Rungwa inawezekana kabisa tukaenda zaidi ya hapa kulipo. Ndiyo maana serikali inaweka jicho lake. Kwa hiyo naamini kwamba tukisimama vizuri sisi kama wataalamu pamoja na viongozi wa serikali na chama, tutafikia malengo ya ya wakulima wetu.